Mra yake ya wiki moja katika kaunti ya Nairobi hii leo, akikita kambi katika eneo bunge la Kamukunji alipopokelewa kwa shangwe katika mtaa wa Eastleigh kwa hatua ya kuondoa msasa wa vitambulisho kwa jamii ya Wasomali. Rais aliendamana na baadhi ya wabunge wa ODM wakisifia ushirikiano kati yake na Raila Odinga. Mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Emmanuel To alikuwa kwenye msafara huo, na hii hapa taarifa yake. Wapi nduru ya vijana wa Eastleigh nisikie. Ziara yake ya kaunti ya Nairobi iling'oa nanga katika eneo la Eastleigh, eneo bunge la Kamukunji, akilakiwa na halaiki ya watu waliofurika kwenye barabara kuu katika eneo hilo la kibiashara. Rais Ruto akikaribishwa na vibango hivi vyenye maandishi ya kumshukuru kwa kuondoa msasa wa vitambulisho mipakani. Hakutakuwa na viwango viwili ati kuna Wakenya kiwango kimoja alafu kuna Wakenya kiwango kingine. sisi wote ni sheria na kila mtu nitahakikisha wamepata vitambulisho bila ya kubaguliwa na bila ya kuhangaishwa. Watu wengi kwa muda mrefu wamebaguliwa, wamebaguliwa kupata vitambulisho, wamebaguliwa kupata kazi. Wewe umesema kila Mkenya apate haki yake kama Mkenya. Rais Ruto akisema hakuna Mkenya atakayebaguliwa, akipigia debe handisheki yake na Odinga ya Ijumaa iliyopita, baadhi ya wa wabunge wa ODM wakimwahidi muhula wa pili wa uongozi. Juzi kumuliona juzi, tumekubaliana na mheshimiwa Raila Odinga tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi Ametwambia ya kwamba ili nchi yetu ipate maendeleo lazima tuunganishe jamii zote za Kenya. Tunaunga mkono mb muungano wa Kenya, rais ameshikana na viongozi wote. Bwana Ruto, wewe endelea vile unaendelea na sisi tutapiga kura ile hujaona, si ndio? Hiyo Rais Ruto aliahidi kuendeleza baadhi ya miradi ya maendeleo ikiwemo mradi wa usafi wa mto Nairobi ambao anasema utaleta ajira kwa takriban vijana elfu 40. Ruto pia akishabikia mpango wa dishi na kaunti unaotoa lishe kwa wanafunzi katika shule katika kaunti ya Nairobi. Ziara ya rais William Ruto katika kaunti ya Nairobi inaendelea wiki hii, huku akiendelea kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa wafuasi sugu wa kinara wa ODM Raila Odinga, huku kampeni za mwaka 2027 zikianza mapema. Emmanuel Toruninga, Citizen, katika uwanja wa Kamukunji, Nairobi.